Babu, mbona unapendeza sana tofauti na waganga wengine, siri yako ni nini? <laughs> Siri yangu ni dawa. Sasa hivi natafuta mke mrembo mzuri sana kama wa mwamposa. <laughs> Sasa nisikie babu, leo nataka nizungumzie kwamba, bwana, unaona kila siku napendeza afu naonekana kama kijana wakati na miaka 30, na sasa hivi nimeanza kutibu mimi nikiwa na miaka minne Eh, miaka minne nimeanza kutibu. Sasa jamani, mnao nitizama kila siku mnaniona ni for ni, ni, ni wanaita forever young. <laughs> Kwa sababu ya maarifa eh, maarifa ndio haya. Leo nakuonyesha tena, jamani, kila siku nimekuwa nikiwaeleza kwamba yako maarifa duniani hii ni ufunguo wa Nabii Suleimani. Wale Wasukuma mnaelewa kule, kule Tabora, kumewahi kutokea miamba wengi, lakini hakuna mwamba kama Ruzuba hadi Shinyanga hadi Mwanza. Mwanamarundi mwenyewe alipofika Nzega, alisalimu amri akasema huyu ni mwamba. Sasa huyo ndio babu yangu, anaitwa Ruzuba. Mm? Ruzuba Baloki. Sasa haya ni maarifa ambayo yanaitwa hata Msuleimani, na watu duniani hawateseki kwa sababu ya kukosa akili. Akili wanazo, zingira wananizidi mimi eh? Halafu wengine wana nguvu kunipita mimi lakini ukitupanga tuliozaliwa wote utaanza kuona wengine wazee wengine jamani! <laughs> lakini mimi nakuonyesha haya maarifa ambayo yatakufanya ndio utatumia nguvu kiasi katika utafutaji wako na utatumia akili kiasi katika utafutaji wako. Lakini ukitumia nguvu tu tu na akili tu, nenda kaangalie huko, kuna watu wanakesha, wanabeba mizigo, lakini maisha yao yakoje? Kuna watu wanashinda, wanajenga majumba ya watu, mafundi, mwisho mpaka unaweza ukasema, jamani, labda laana lakini nataka nikwambie kwamba ukikosa maarifa duniani, hata uwe na nguvu kiasi gani, hata uwe na elimu kiasi gani. Kuna jamaa yangu mmoja <laughs> alisoma soma <laughs> kama digrii ya kwanza, sijui akamaliza, akachukua tena ikawa nini master, akaona hiyo tena haifai, akaanza kusomea kozi nyingine. Kwa hiyo we, watu wengine unakuta wamezeeka kwa sababu Eh, sio kwa sababu ya, ya miaka umezeeka kwa sababu ya kazi ngumu na kukosa maarifa. Ukitumia nguvu sana unakuwa unajichosha bule. Mungu anataka utumie nguvu kiasi, maarifa ndio yatawale. Sasa hii hapa inaitwa hata Suleimani. Matumizi yake, ndugu zangu, watu wengi sana tunatafuta hela. Nilishasema unaweza ukatumia kisonzwe katika klipu nyingine ambazo unaweza ukaziona, au unaweza ukatumia kibakuli cha shaba kama chenye ukubwa kama hiki au unaweza ukatumia chungu ambacho hakijatumika kama hiki, chungu kidogo. Sasa utakachokifanya wewe ambaye unahitaji kuwa mtu mwenye madili mengi, sana duniani yanayotajirisha ni madili, mshahara ni kusaidia tu, ndio maana uliambiwa kazi ya umma ni wito. Eh, usifikiri kwamba utaenda kutajirikia mshahara, hapana. Kinachotajirisha ni madili, eh, una biashara nini, hivyo ndio vinatajirisha haraka. Eh, lakini kwa mshahara kutajirika ni ngumu. Sasa wewe mfanya biashara, au mtu ambaye unataka madili yako yafunguke, au mchimbaji, au mtu wa namna yoyote, mfugaji au mkulima, hapo ndipo rahisi sana kupata mali. Sasa unakuwa na hiki kitu, unachukua marashi, unakipaka kwenye uzi zake hizi nyeupe nyeupe, nye, nyekundu na nyeusi. Ukishaipaka hapo, unaiweka humu kwenye chungu. Ukishaweka humu kwenye chungu, unaweka humo na pesa kidogo. Haimaanishi kwamba hii ni chuma ulete, itakuwa inavuta hela a ila utakapoweka pesa itajua huyu mwenye nia anataka nimfungulie madili ya pesa. Unaweka hapa, unaweka namna hii hmm. Unanuwiza una mimi, nimekuchukua wewe fungua ya Nabii Suleimani, unifungulie mpango yangu ya riski iliyojifunga, na mimi nipate biashara kubwa, au fungue biashara yangu iliyodumaa iwe biashara kubwa eh. Halafu unakaweka ndani pale, unapokaweka unaweza ukawa unachoma udi mara moja moja unakaacha sasa wewe, itafunguka milango ya mafanikio ambayo hata leo hii usingeweza kuipata hata kwa miaka kumi. Kisha utakapopata pesa katika mipango hiyo, utachukua pesa kidogo, utakuja utailaza humu, kisha kesho utaitoa, utaenda kuichanganya na pesa zingine, unaenda kupeleka benki au unaenda kutengenezea mambo yako au kuhifadhi mahari. Kwa sababu usipofanya hivyo, haitamaliza miezi mitatu hiyo pesa itapotea. Watu wangu wachunya watu wakahama eh, watu wa wapi huko Simiu wapi pote huko wachimbaji, mnanielewa? Eh, watu wa Msoma eh, usipo, eh fanya kitu, pesa unazozipata hata ziwe bilioni ngapi zitaisha kwa miezi mitatu tu. Sasa lazima ufanye maarifa hayo au hiki unaweza ukakitumia kwenda kukopea au kuomba pesa kwa mtu akusaidie, kwa sababu matajiri wengi wamekopa, lakini we unaweza ukaenda na hoja yako ya msingi kukopa, unanyimwa. Sasa unafanyaje? Unakapaka haka kama ulivyoambiwa, halafu unakaweka hapa nafanyaakaak, eh, unasema sasa naenda CRDB mfano, kwenda kukopa una vigezo vyote, lakini unakuta mtu ananyimwa <laughs> Eh, na yeye nisikaweke, isije tayari kaanza kumpa shida, meneja atanitafuta Ruzuma, nikukopeshe <laughs> unakafunika namna hii, unakapuliza mara tatu. <sighs> Eh, naenda mimi kwenye branch ya sehemu fulani eh, nataka kwenda kukopa, vigezo vyote viko hapa, nishayaweka kama nini, ni kila kitu, vigezo yao nimevitimiza. Eh, benki hii bwana, ni benki ya kifalme, eh, inatoa mikopo safi, eh, nini nani, nasifia. Alafu nenda pale kakope, jamani. <laughs> Utasema Ruzuba ndio mchawi namba moja, na mimi ni mchawi. Wakianza kutoa leseni za wachawi, mimi wakwanza kusajili mimi mchawi, lakini simuonei mtu yoyote. Eh, kaulize wasukuma wote na wanyamwezi wote kwamba Ruzuba alikuwa mtu wa namna gani? Mchawi na mimi nimelisi mikoba yake ni mchawi eh, lazima muelewe hilo sasa <coughs> sasa ukishaenda kuchukua pesa hiyo, fanya kazi zako, walipe watu kama ulipokusudia. Inawezekana unataka kuoa jamani hapo ndio kwenye mtihani. Hawa wadada wako duniani, yaani ukiwa una mpango wa kutaka kumchezea tu au ku refresh naye, ni rahisi kukukubali ukiliambia ni kwao yalitaki sasa. <laughs> unachukua hii tu eh, unaweka hapa, paka marashi yako, kaweke hapa mm, ukishakaweka, jamani, bwana nikaweke huko kwanza, kaja kumsumbua mtu, unakaweka hapo, unapuuliza mara tatu, mimi baa naenda kuonana na Pendo huyu uh, Pendo mimi nikifika, jamani, Pendo huyu ni malkia, msifie malkia huyu eh mrembo wa sura, eh akitembea kama dondola, jamani hatari ndani ya goli la yanga hiyo. <laughs> eh nikifika kwake akubali kila kitu ninachomwambia. Eh, uwe na e, lia nzuri. Sasa usiwe mzinifu, nenda sasa pale kaweke mfukoni, uende nako, usikaache nyumbani, kamfate Pendo akichomoa <laughs> njoo, rudisha ilizi yangu <laughs> na kila kitu eh yani ninachokwambia hiki ni muja wa Eh, yaani, yaani wewe yule anayekutukanaga ndo nenda ukajaribu ili ujue kwamba dawa ipo duniani. Kwa ndugu zangu nao nitizama niwaambie tu, acheni kuteseka, acheni kuhangaika. Niko hapa chanika zingiziwa, siko tena mbali huko Tabora, mtaa wa Ujiji, mtaa wa Mamwinyi. Kila nyumba mtu anatunguli, lakini mimi ndio baba yao. Ruzubha, Ruzubha ze great. Niko hapa chanika zingiziwa shule ya sekondari ukishuka, tuuliza kwa mganga wa matajiri. Eh, mganga wa fanya biashara gaga wanasiasa, ndio eh. <laughs> Mimi kwa hiyo jamani, <laughs> acheni kuteseka, ufunguo wa Nabii Suleimani huu uh, hapa.